Naam, tumerejea baada ya mapumziko. Hii ni Viwanjani, kipindi ambacho kinazungumzia taarifa mbalimbali za michezo kutoka maeneo tofauti ambayo yanahusisha uh, michezo mingi kwa ujumla. Na hapa tulikuwa tukizungumza vitu vingi vinavyohusiana na mpira wa miguu lakini, tukaenda kwenye marathon kama ambavyo tumesikia taarifa kutoka kule Haydom. Lakini kwa sasa yapo mengi sana ya kuzungumza. Hivi unajua, kuna kitu kinaitwa uh, mchezo wa futsal uh, pengine kutakuwa unausikia na, uh, na utakuwa haujui labda pengine unasikia unazungumzwa, lakini haujui ni mchezo wa aina gani? Ni mpira ambao unaenda kufanana na mpira wa miguu, lakini kwa namna tofauti. Kuna utofauti mwingi sana katika mpira huo na mpira wa miguu. Tutaenda kuzungumza na moja kati ya wageni ambao wametutembelea hapa na ni wanamichezo ambao wanacheza mchezo huo na watakuja kutuambia nini ambacho kipo ndani ya futsal, lakini pia wakitoka kushiriki mashindano makubwa hivi karibuni Madagascar na wakifanya vizuri sana. Hawa ni wageni ambao uh, watajitambulisha hapa na utaenda kuwajua muda si mrefu, lakini hapa ni kuambia, nitakuwa na Shaheed Rattansi, huyu ni mwenyekiti wa klabu ya mwenyekiti wa hii klabu ambayo inahusika na mchezo huu wa futsal, lakini pia atakuwepo Mohamed Jaffar au Mafela. Huyu ni mchezaji na captain wa klabu hii ya Samir Haidashah, ni moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye mashindano hama ama kwenye mchezo wa futsal. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Karibuni na nimefurahi sana kuwa na nyie hapa ila, uh, huyu kwa, wa, wa hapa ni mwenyekiti wa club ambaye ni, ni uh, Shaheed Rattansi karibu. Lakini yule ambaye unamwona kwenye uh, upande mwingine uh, usi mwingine ni Mohamed Jaffar ama fela, bila shaka. Kwa nini ni fela wamekuita fela? Um, ni jina toka utotoni toka utotoni hmm. eh. Kwa nikiwa na nyole nyingi kwaisha na felaini ah eh, kwa hiyo wakanima okay. kunifupisha tu kunita fela uh, <laughs> Kwa nini hujacheza sasa mpira wa kawaida ukahamia kwenye futsal? Tunacheza mpira wa kawaida, tunacheza lakini, sababu mashindano haya yalikuwa imelenga kwenye futsal tupu, kwa hiyo ibidi tu timu yetu ijimanage na tu train kwenye masuala ya futsal, na tukafanya mazoezi kwa kipindi cha miezi mitatu kujiandaa kwa ajili ya mashindano, na tukafanya kubeba ubingwa kwa klabu yenu. tuna tuna tunahitaji tuifahamu uh, yes. Klabu gani na imeanzishwa mwaka gani kucheza mchezo huu, na mara ya kwanza mnapata ombi ama mnapata shauku ya kwanza kucheza huu mchezo ilikuwa ni mwaka gani mpaka mkaanza mikakati ya kutafuta timu? Okay, sisi uh, klabu yetu inaitwa KSIJ Union Sports Club. Hmm. Ni klabu yetu ya jumuiya uh, so sisi tulianza kucheza michezo, klabu yenyewe ilikuwa formed 1933. Hmm. Tulianza kucheza mchezo wa cricket. Hmm. uh, Klabu miaka zilivyoenda, tukaanza kucheza cricket, badminton, table tennis mpira mm. sana sana kama walivyosema na alivyosema kapteni hapa mm. tunacheza football kama kawaida, ila hii ni kwamba wao walivyopanga ni futsal mm. na kama tunajua futsal ni ngumu zaidi kwa sababu mpira hautoki, yaani mpira ukigonga gonga mpira mm. inaendelea yeah tu yeah. so hamna break mm. yeah, lakini vile vile klabu yetu ni kubwa sana, tunacheza karibia michezo kumi na tano mpaka ishirini aina za michezo, na tuna memba kama mia tano okay. Mwaka gani uh, me, meanza klabu yenu ya tumeanza 1933. 1933. 1933, 33 Mimbezi. Yes sana. Yes, yes. Ni, ni, ni mchezo ambao baadhi ya watu kiwaambia waizungumzie futsal hawawezi wakakwambia ni mchezo aina gani, lakini ni mchezo ambao unafanana na mpira wa miguu. Niliutazama ni, ni jana wakati najiandaa na jandana kipindi, asili yake wanazungumza ni Amerika Kusini na hata wana michezo wakubwa tunamzungumzia Ronaldinho Messi tunamzungumzia Neymar wanatajwa kwamba wamecheza michezo hii wakiwa watoto. Uh, niye mkutana na futsal wapi? Futso hapa tunachezaga kwa sababu sasa hivi kuna watu wamefungua uwanja ndogo ndogo zile za five a side nini to tumecheza futso. hmm. ila kule rules zao pia zilikuwa tofauti hmm. Yani, rule moja ambayo hatujawahi kukutana nayo na ilikuwa changamoto kubwa hmm. ni kwamba tukicheza faulo tano hmm. inakuwa inawekwa penalty pale ambayo inaitwa second penalty yes. yeah. so hmm tulikuwa na geme zingine ambazo ilibidi tufunge kama magoli nne au tano ili tujue tu kwamba tupo safe, okay. Bila hiyo kama fainali yenyewe tukampiga mtu tano, yeah. Nusu fainali tulimpiga mtu sita, so finali tucheza na Reunion, mm-hmm. Ni timu ya kule kule karibu na Madagaska, Madagaska, okay. Na semifinali tulicheza na Madagaska wenyewe, so tulivyozungumza kwenye kundi letu kwamba lazima tushinde magoli zaidi ya tano, ndio tumejua kwamba tumeshinda kweli mchezo. Sawa, nirejee kwa Fela. Fela, mchezo wa futsal jinsi ambavyo unazungumzwa na watu wanavyo, wanavyojua pengine ni wachache sana wanaoweza wakaujua. Wewe ni mchezaji uwanjani, mnacheza watano, si ndio? Pamoja na golikipa na kila kipindi ni dakika ishirini. Sisi kwa kule tucheza kwa kipindi kimoja dakika kumi, na tulivyozidi kuendelea hatua yanaofuata kipindi dakika 12 na wingi wa, wa mechi kwa siku. Okay, sawa, hebu hebu mwelezee yule ambaye anafuatilia kipindi Deo kwa sasa hivi aweze kujua kwa urahisi zaidi mchezo huu wa futsal unachezwa vipi na jinsi gani ambavyo unafanana na, na, unafanana na soka lakini pia vitu ambavyo vinatofautiana na mchezo wa mpira. Um, futsal ni mchezo ambao wachezaji wake wanaesia kucheza ndani wanne kipa watano ndio. Alafu pia sababu zake ni rolling sub, yani kwamba unaweza ukaingia mm. ukatoka ukapumzika ukaingia tena baadaye, kama, kama basket kama eh. basket yeah. sababu mm. ule mchezo wa futsal mm. inabidi muda wote uwe active okay, kwa sababu ukisema kwamba utegee ni kwamba hmm. ni pengo kwa timu kwa kwa nani yako na nani msaidizi wako, kwa inabidi muda wote uwe active hmm. kwenye mchezo wa futsal. Kwa hiyo sisi pale tulivyofika, tunajua kabisa kwamba tunaenda kujapa kushiriki mashindano ili tuweze kushinda. Changamoto kubwa kwa tunaipata hmm. ni hali ya hewa. Hmm kuwekwa kuna baridi. Kwa hiyo ninapofanya movement hizo za kukimbia kwenye uwanja mapafu mm. yako yanabana sana sababu, hatujazoea mm. ile baridi kwenye okay. kukimbia kwenye baridi. Okay. Kwa hiyo ibidi tufanye tu sababu za hapa mara kwa mara. Tunaingia, anaingia huyo anatoka, anaingia anatoka. Kwa hiyo nafikiri kwa mtu ambaye anataka kucheza futsal inabidi afanye mazoezi mengi kuliko mm. mtu anacheza football kwa so, sababu okay. futsal haupumziki muda wote bidio active dakika 20 dakika 30, lakini lazima uwe unakimbia muda wote. Mlipata vipi mwaliko huu wa kwenda Madagaskar kushiriki uh, mashindano haya na waliwatambua vipi uh, Madagaskar ambao waliwapatia mwaliko huu uh, wa kwenda huko? Kama alivyosema mwenyekiti, hmm. sisi timu yetu ni timu ya jumuiya hmm. jumuiya, yani ni KSIJ ni jumuiya hmm. ya Dar es Salaam ndio. Kwa hiyo ikitokea hmm. mashindano kama haya, AFED anasema ni Africa Sports Federation, ndio waga wanaalika kila jumuiya kila nchi okay, yeah. Koyo, sisitifu, apu, kwa hiyo sisi tupewa mwaliko kwamba kuna futsal. Japokuwa si hapa Tanzania tucheze futsal, tucheza football. Ndio. Kwa hiyo kocha wetu ambaye ayo ambaye tazama bado hajafika, ndio. Ametutrain sisi wachezaji wake kwenye mfumo wa futsal. Kwa hiyo ndio tumechukua mwezi miezi mitatu mye, kujiandaa na futsal na hadi leo tumeenda kulipata ushindi. Shaheed, uh, imekuwa ni miezi mitatu mye, ambayo mmetrain upande wa futsal, lakini mnaenda mnafanya kitu kikubwa mna, mna, mna, mna, na mnarudi na, na, na ubingwa, mnachukua ubingwa, nini siri ya mafanikio haya ndani ya muda mfupi sana, timu yenu inakua? Aa, kwa kweli kwanza ni uh, uaminifu ambao upo kwenye timu na kukaa pamoja sana. Sisi tukikaa pale, tukikaa kama timu na tunavyotengeneza, tunavyo plan zetu mm. na alivyosema Fela hapa, kuna kocha wetu anaitwa bwana Muntazir datu mm. ni mtu ambaye ni yupo strict sana na ni, ni responsible sana kama tuna mazoezi, yeye ni mtu wa kwanza kufika mazoezini. Okay. ya na ningependa kusema pia kwamba sio kocha mwajiriwa, ni mm. kocha ambaye anajitolea oh. kwa sababu ni ya jumuiya na anafanya kazi kubwa sana, ni, ana, anajaribu kutuweka pamoja sisi pamoja na kutufundisha, yani anatufundisha uh, jinsi ya kucheza mm. pamoja na hiyo wanatupa lessons mm. tactical lessons ambayo kweli tumetumia pale na tumefika hatua hiyo, sawa ni ni mchezo ambao bado watu wengi wanatamani waujue. Kuna chama cha soka, cha, cha, chama cha huo mchezo hapa nchini, pengine mtuambie, lakini pia mkakati kwa wale ambao wanatamani kucheza mchezo huo mnaweza mkawapokea vipi kwenye klabu yenu? Yeah, so sisi sana sana tuna sidhani kama kuna chama hapa ya futsal Ndiyo. lakini kuna uwanja nyingi sana especially kule Oyster Bay ambazo wanapenda kucheza michezo hizi kwa sababu ni rahisi zaidi hmm. Uh, pengine ukijua kwamba hizo mchezo kwanza huhitaji sana refa kwa sababu, okay. mpira yenyewe hautoki, okay. Uh, na ni fast game, ukicheza dakika 15 unaweza ukachoka zaidi kuliko unacheza mechi mzima ah, wa mpira okay. yeah. Sawa so, hapa mbele naona kuna tuzo kuna hizi uh, ni, ni tuzo yes. bila shaka hizo ni kama medali, hizi ni medali kwa watu wengi ambao tumeshinda, alafu kombe lenyewe ambalo mchukua ndo hili, yes. ambalo mlitoka nalo Madagascar, Madagascar, yeah. uh, ya, mashindano yanafanyika kwenye mji wa Antananarivo, sio? Antananarivo ni mji mkuu wa Madagascar. Yes, mji mkuu wa Madagascar ni, ni, ni vipi mlirudi nchini sasa, kwa sababu wakati hata mnaenda pengine, inawezekana uh, watu wengi hawakujua kama mpo kule, lakini mlivyorudi nchini, mapokezi hmm. yalikuwa? Naam, tuliongea na wenzetu ambao wapo huku. Mm kama tumeshinda ubingwa tunahitaji mapokezi ya mazuri kidogo mm. na kweli kwa Tanzania basi mm. airport pale tulifika usiku amini alfajiri saa kumi. Ndiyo. tukapewa basi kubwa na jumuiya yetu mm. tukatembezwa na nalo kwa ule muda wa usiku mm. ya tukatembezwa na nalo yaani kupewa kama sisi e, faraja kwamba mmeshinda ya na kweli walitupokea sababu kwa muda mbaya tumefika mm. alfajiri lakini tumeahidiwa na viongozi wetu kwamba kutakuwa kuna kukuna, mambo mengi yatafuata kutokana na na na na ushindi amba huu ambao tumeweza kuupata mchezo huu wachezaji. Uh, amezungumza Shaheed kwamba hata kocha uh, sio sio mwajiriwa ni kocha kujitolea. Vipi kwa upande wa wachezaji sisi pia, sababu ni timu ya jumuiya, unajua kusema jumuiya ya mashia ni sisi ambao tunafanya tuna kwa ajili ya klabu yetu. Yeah, okay. tunajitolea kwa ajili ya klabu yetu, lakini kutoka nafasi labda mchezaji wa klabu yetu ameenda sehemu nyingine klabu ina inamruhusu tu yeah na mnajipanga vipi sasa kuhakikisha labda mashindano makubwa yanayohusisha Afrika nzima yanayohusisha, uh, labda uh, bara moja na mabara mengine au dunia nzima kwa ujumla, mnashiriki mna kwenye mashindano haya? Okay. tulikuwa tuna, sisi tunashiriki mashindano kila mwaka, huwa yanatokeaga nchi fulani, tunaenda kushiriki. Kwa mfano mwaka uliopita au mwaka jana, mwaka jana ya mwaka juzi, mwaka juzi mwezi wa 12 tulialikwa Dubai, mashindano yeah. ya mpira wa miguu mm. au ni football sasa hiyo mm. Lakini kule tulifikia tu nusu finali, tukafungwa mkojo wa penalti yeah. ndio hatukudi na ushindi, lakini pia mwaka huu tunapokuambia hapo tulipata barua tena mwaliko <tapodenda> mwezi wa 12 kwa tena, kuna mashindano makubwa Mombasa ya okay. mpira wa miguu ambayo ni football. Okay. Na nchi ambazo zinaalikwa kule ni nchi tofauti tofauti. Kuna sisi Tanzania, kuna Madagascar ambao wenyewe watakuwepo, kuna timu za Dubai, timu za Ufaransa. Timu za Uingereza, timu za Kanada zitakuja wote, kule tashiriki mashindano ya Mombasa kule. Uh, we, wewe ni mchezaji wa wa, wa hii jumuiya uh, upande wa mpira wa miguu, lakini pamoja na futsal, ni wapi ambapo wewe we unapenda sana kushiriki? Mpira wa football football mm. namba ngapi unacheza cheza? Namba nane, namba nane <laughs> bila shaka, pengine ukihitajika ligi kuu unaweza ukaje, itakuja yeah, <laughs> <laughs> Sawa uh, Shahidi, tuzungumze tu, kile ambacho pengine unataka kuambia mashabiki wa Futsal Tanzania uh, mashabiki wa, wa, wa jumuiya ambayo uh, mpo lakini pia na wanachama na wachezaji kwa ujumla. Kitu gani ambacho unataka uzungumze nao kwa sasa wachezaji? Kwamba kwanza na, napenda kuwashukuru kwa sababu unajua sio wale tu ambao wamesafiri na walikuwa part of the team hmm, kwamba wamefanya kitu hapana tulienda hapa na timu tatu. Ndio. timu yetu moja imeshinda, timu nyingine imechukua nafasi ya tatu, na timu ya tatu uh, sisi hapa timu yetu hmm. Tuliwafunga kwenye round of 16 okay. kwa hiyo iliwezekana kwamba tusingekutana yeah. Na wao yeah. Wangefika labda nusu mbali yes. Okay. So pamoja naweza nikashukuru wao na pia wale ambao walikuwa wanahudhuria mazoezi mm -hmm. Lakini hawakuweza kuja na sisi Madagaskar hmm. kwa sababu wao pia wame wana part kubwa ambao wamecheza, hmm. wametupa mazoezi wametupa tough time, wao ndo tumeweza tukafika huku pamoja hii. na hiyo, hiki kinachoonekana ndo mchezo wa futsal, yes. Pamoja na hiyo, napenda kuwashukuru jumuiya yetu, hmm. uh, KSIJ Dar es Salaam, pamoja na klabu yetu nzima, Union Sports Club, na <coughs> fela alivyosema hapa kuna Africa Federation ambayo jumuiya yetu yote, kama tuseme ya huku mm, Dar es Salaam mm, kule Mombasa Nairobi mm, Uganda Kampala mm, wote tupo chini ya hiyo Africa Federation ambayo inajaribu kwamba kila mwaka tuwe na sports festival hata moja okay. Sasa kwa hiyo mnategemea, mna, mna pengine huu mchezo mnaweza mkaupeleka pengine mashuleni mkaanza kufundisha jinsi ambavyo unachezwa ili tuwe na wana michezo wengi ambao wanacheza mchezo huu. Yes, hiyo ni, ni important sana nafikiri. Niliongea na Fela pia uh, Ijumaa tulikaa tu, tulikuwa tunaongea okay. Mchezo wa futso huo ni, ni important sana kwa sababu nilivyosema, ukicheza dakika 15 ni hmm. sawasawa umecheza mechi mzima wa mpira. Pamoja na hiyo lazima because uwe active sana okay. Tulivyofanya mazoezi sasa hivi tunavyorudi kwenye football mm, watu wameimprove sana game yao okay. Kwa sababu ni ina movement sana, lazima uonyeshe option mm. Kwa sababu huwezi ukamwachia mtu peke yake okay. Ni, ni ngumu sana zaidi na football ambayo mtu anaweza akachenga huku, ukiona pia mchezo unavyoonekana hamna space sana kwa sababu yeah. yeah. imefungwa, so lazima mtu asogee afungue open space. So tulivyofanya mazoezi tumetoka kwenye futsal, imefanya game yetu ya football imekuwa imeimprove sana pia. Unatamani kuwe na chama cha kinachosimamia mpira huu wa futsal ili pia muweze kupata sehemu ambayo mnaweza mkaenda mkazungumza kuhusiana na huu mchezo jinsi ambavyo mnaweza mkapanga mikakati yenu, unatamani kuona hicho? Mimi nafikiri chama kipo, kwa sababu hivi karibuni kuna timu ya wanawake ya wanawake wa Tanzania ambayo inashiriki mashindano Moroko, ipo kule bado. Nafikiri wana mechi na Cameroon ndiyo ya nusu fainali na ya, ya futsal pia jabu hmm. Kufuatilia kule naona kidogo tuko vizuri hmm. Na inshallah leo tukipata ushindi tutakuwa tuweza kuingia finali cha either na Morocco, okay, au na Senegal nafikiri kama sikosei. Yeah. Sawa. Kwa hiyo chama chama sema kipo, chama sema ni ufuatiliaji tu kwa sababu sisi jumuia yetu yeah, ni tofauti na masuala haya okay. Ndio maana ndo tukaongea na ah, viongozi okay, ili tupate tuweze kupata kutu, na sisi ujio mm, wa chama cha, cha futsal, kwenye kwenye klabu kwenye, kwenye kwenye kwenye yetu S kutambua utathamini. Sawa, kipi ambacho naomba wa wachezaji wenzako baada ya kutoka Madagascar na ushindi huu mkubwa wa uh, kombe hili? Mimi nawapongeza nawapongeza na vile vile nawashukuru kwa sababu tume tumeheshimisha jumuiya yetu na nchi kwa ujumla mm. ya, na nawaahidi kwamba toishia hapa mashindano tutakayoalikwa kwa sisi kama wachezaji wote kwa ujumla atoangusha viongozi wetu na, na nchi yetu. Naam, asante sana uh, kwa nafasi ambayo pia amezungumza nasi kuhusiana na hiki na pia pongezi zaidi kwa kile ambacho mlikifanya mkiwa Madagascar. uh, Shahidi, kama una neno lolote la mwisho la kuzungumza uh, yes. uh, nilivyoshukuru wote, pia nataka nishukuru wadhamini wetu Ndiyo. so ukiona nimevaa jezi hapa kuna Salima Oxygen Limited Ndiyo. ni mmoja a wa wadhamini wetu sponsor, okay. wetu, okay. mwingine ni alivyovaa fela hapa yeah. Imperial Road College. Mm. Uh, hawa wawili wametusaidia sana, sio kwenye maswala ya financial mm pamoja na support hmm, kila mechi tukimaliza tunapigiwa simu, bwana mmefika wapi? Okay. na pamoja na hiyo hawa watu uh, ni uh, youngsters kama sisi hmm, pia hmm, mazoezi wanakujaga oh. Napenda kuwashukuru hmm. Pamoja na hiyo na, naomba kwamba tuendelee klabu yetu uh, kila mwaka tunakuwa tunachukua sponsors hmm, kwenye michezo mbalimbali, kuna football, cricket, volleyball so Uh, ya yeah. Hiyo ni apili yangu kwamba mm, tu support kila mwaka, inshallah tuta, tutaenda mbele pamoja. Asante sana uh, uh, kwa nafasi ambayo tumeizungumza wote kuhusiana na huu mchezo, lakini bila shaka mtazamaji utakuwa pia kuna kitu ambacho umekipata kuhusiana na mchezo huu futsal husisha wachezaji watano ambao wanacheza sambamba na kipa. Kwa maana hiyo wachezaji wa nne wanacheza ndani, lakini kipa anakuwa ni mchezaji wa tano. Mchezo huu pia unaweza ukawa na sheria tofauti tofauti kulingana na aina ya mashindano ama wapi anachezwa. Lakini mara nyingi pia ukicheza foul nyingi zaidi, basi inaamuliwa kuwa ni penalty. Lakini unaweza ukaingia na kutoka, ukaingia na kutoka, jinsi ambavyo inawezekana lakini, una, una vipindi viwili. Kuna wengine ambao wanaweza wakacheza dakika kumi, dakika kumi na tano lakini mashindano mengine ya kimataifa zaidi wengine wanaenda mpaka dakika ishirini kwenye mchezo mmoja, mchezo ambao unada, unadaiwa kwamba asili yake ni Amerika Kusini huko, ambapo wamezaliwa kina Messi, Neymar, Ronaldinho. Wanadaiwa pia nina wachezaji ambao wamecheza mchezo huo pindi walipokuwa wadogo. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo Tanzania. Tunazungumza naye kutoka Tabata Tio Dar es Salaam. Tunaenda mapumziko, tukirejea yapo mengi ya kuzungumza. Kumbuka bado Viwanjani inaendelea.